Adhimisho la misa takatifu, tunajua kwamba ni ukuu wa Ekaristi takatifu kopa, ndio kilele pale katika e, konsakrasio, wakati ule ambapo sasa twaeni, huu ni mwili wangu, twaeni, hii ni damu yangu, ndio kilele cha misa takatifu. Kwa sababu hiyo ukuu wa misa unalala hapo, na vile vile huwezi tena ukasema kwamba naenda sijui sehemu gani kwa ajili ya kukamilisha mambo yote, nakamilika katika hayo. Lakini vile vile siku ya leo tunaadhimisha uwepo wa Yesu Kristo katika sakramenti takatifu ya altari. Kama tukiimba ule wimbo ambao walitungwa na mtakatifu Thomas wa Akwino, anaimba vizuri sana, anasema Eh, waficha umungu wako msalabani na ubinadamu wako altarini. Tuna mambo mawili pale, anasema kwamba yote tunasadiki Yesu Kristo ni Mungu mtu kwa ajili ya kutukomboa sisi, uwepo wake katika sakramenti hiyo takatifu ya altari, na ndio maana tunaona umuhimu wa kumwabudu Yesu huyu katika Ekaristi Takatifu. Na ndio maana tunapopangiwa kwamba leo jamani, tunaenda kumwabudu Yesu Kristo wa Ekaristi Takatifu, tusilete mchezo, tusije tukafikiri kwamba ni utani. Tuende katika imani na tukamwabudu huyu. Na haya yote yanatokana na ahadi yake aliyoitoa wakati huo anaelekea kupaa mbinguni ametoa amri enendeni ulimwenguni mote mkawafanye wote mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu lakini mwisho anasema tazama nipo nanyi mpaka ukamilifu wa dahari unaposoma injili ya matayo sura ya ishirini na nane aya ya ishirini tazama nipo nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Yupo na sisi. Na sisi na tunamwona katika Ekaristia Takatifu, na kwa sababu hiyo tunahitaji tunahitaji imani ya pekee. Ndio maana anasema kwamba ni kati ya nguzo ya imani yetu Katoliki. Sasa kusipokuwa na imani, unafikiri kwamba anaenda kula mkate. Na ndio maana ukiangalia katika ulimwengu wa leo, pengine tunajisahau jamaa. Tujiandae, tunaenda kumpokea mtakatifu wa takatifu takatifu wenyewe, chemchemi ya yote, chemchemi ya neema zote. Kwa sababu ya tujiandae, tuwe katika neema, ili tuweze kumpokea, na sio lazima watukuweze kukumbushwa, jamani. Sasa wale ambao watampokea ni wale ambao wamejiandaa. Tunafahamu wajibu wetu kama waumini kama wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba tuko naye na kwa sababu hiyo tunaenda kumpokea kwa moyo wote. Ukiangalia masomo yetu ya leo na tunapoadhimisha sherehe hii muhimu kwetu, utaona kwamba tunaona mambo makuu matatu vile vile humu ndani. Ukiangalia somo la kwanza ambalo ni somo la agano la kale ambalo linaashiria ukamilifu wa nyakati ambapo tunamwona Yesu Kristo mwenyewe kuhani na mfalme. Tunakutana na mfalme wa Salemu, wakati huo huo ni kuhani wa Mungu aliye juu. Huyu ana mlaki Abrahamu ambaye ametoka vitani, anamlaki, anatolea mkate na divai na huyu anayetolea haya, ni viashiria kabisa vya huyo Yesu atakayeyatoa haya mwili wake na damu yake kwetu sisi katika ukamilifu wa nyakati. Na ndio maana tunaiona katika hapo kwamba Ekaristi ni baraka, kama tulivyosikia katika somo la kwanza akambariki Ibrahimu akatoa mkate na divai akambariki Ibrahimu. Ni baraka. Mara nyingi tunasema kama tunaenda kwenye baraka. Ekaristi Takatifu ni baraka, baraka kwetu. Ekaristi Takatifu vile vile, si tu baraka, ni sifa kwa Mungu, kwa sababu yeye huyu Melkisedeki Alimbariki Ibrahimu, lakini vile vile aseme ahimidiwe Mungu aliye juu. Ni sifa, ni sifa kwa Mungu, ni baraka na ni sifa kwa Mungu, ambayo yote haya tunayafanya tunapoadhimisha Ekaristi Takatifu. Tunapata baraka, lakini tunamsifu Mungu na hatutafuti sifa zetu na ndio maana tunapomwendea pale, tunamwendea kwa unyenyekevu wote, tukianguka chini, tukisujudu ili atubariki na sisi tuweze tuendelee kumsifu daima, tuweze kutakatifuzwa daima. Katika somo hilo tunaona Ekaristi takatifu ni baraka na vile vile ni sifa kwa Mungu <tipa>